Hello my beautiful people. Assalamu alaikum. Eid Mubarak to everyone. Yep. Kwa jina naitwa Navigeta Chinduli. Yep. Leo, nataka niwaonyeshe how single boys we celebrate Eid El Fitr. Vipi, sisi watu ambao tuko single hatujaoa tunasherehekea sikukuu hii ya Eid? So, niko zangu pande za Morocco hapa. Nataka nikupeleke e, sehemu ambayo sisi ambao tuko single tunasherehekea sikukuu ya Idi bila wasiwasi wowote wasi. So ungana nami mpaka mwisho uweze kujionea ni vipi sisi watu ambao tuko single tulisherehekea, tumesherehekea sikukuu hii kubwa ya Idi Elfitri baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. So kama unavyoweza kuona yeah. Hapa ni Moroko yeah. So wenzetu, nikupeleke katika chimbo la ambao watu tuko single Yeah, ambalo unaweza ukasherehekea siku kuu ya Idi bila tabu yoyote. Ungana nami mpaka mwisho, usisahau kusubscribe na ku like, ku comment na ku share ili video iweze kufika mbali zaidi yeah. So nawatakia idi njema Waislamu wote na watu wote duniani yeah. Tusherehekee kwa amani, tupeane zawadi, mialiko na mambo mengine kama hayo. Mimi nimesherehekea idi yangu kama hivi maeneo haya hapa ya ya Moro ya Dar es Salaam, jiji la Dar es Salaam. Nataka kuambia fuatilia eh, video hii mpaka mwisho uweze kuona nimesherehekea vipi vi, vi. Eh, as a single boy. Yeah. Kama nilivyokuambia hapa, nipo maeneo ya viunga vya Moroko na Victoria eh, kati ya viunga vya Moroko na Victoria nikiwa naelekea huko ambako sisi tuliokuwa single tunasherehekea Idi yetu kwa staili ya kipekee yetu bila kumbugudhi mtu. So ungana nami mpaka mwisho uweze kuona ni namna gani sisi wetu ambao tuko single, tunasherehekea Idi yetu eh Idi Elfitri bila shida yoyote ile. Yeah, usisahau kusubscribe, ku like, kucomment na kushare. Eh, huo ndo mtaji wetu ili tuweze kufika mbali zaidi na video iweze kuwafikia watu wengi zaidi na tuweze kuwaletea video kali kama hizi. Yeah. So twenzetu uweze kuona ni wapi hapo. Usitoke hapo, baki mpaka mwisho, nitakuonesha ni wapi ambapo sisi tuliokuwa single ambao hatujaoa tunajumuika. Ni sunna kutembeleana siku hii ya sikukuu ya idi, lakini pia kuvaa nguo mpya, kualikana, kupeana zawadi na mambo mengine kama hayo. Hizo zote ni sunna na inapendeza katika sikukuu hizi zaidi. So mimi leo nimeamua nifike hapa eh, niweze kusherehekea sikukuu hii ya Eid katika staili hii nyingine yeah, so ungana nami uweze kuona, kama nilivyokuambia, baki nami mpaka mwisho uweze kuona ni nini e, ama ni kwa namna gani sisi tulikuwa single tunasherehekea sikukuu ya Eid yeah. Hapa nilipo ni maeneo ya Victoria, kama unavyoweza kuona kule ni Morocco. Ya pale ni ni exchange tower. Hii ni exchange hii hapa, kama unavyoweza kuona, na tumeweza kufanya kazi maeneo haya, kuna showroom nyingi sana So wataka kujua nimesherehekeaje idi, basi baki nami mpaka mwisho uweze kuona ni vipi mimi nimesherehekea idi ndani ya jiji hili la Dar es Salaam katika viunza hivi hapa vya Kijitonyama ya yeah. Yep, mimi nipasa kufunga safari uh, kutoka huko ambako ninaishi mpaka kuja kuitafuta ili chimbo ambalo sisi tulikuwa single tunaweza kusherehekea Idi bila wasiwasi wowote. Kumbuke kwamba familia yangu ipo mbali na mimi kwa sasa, so nahitaji kupata relaxation na vile sijaoa, so nikasema ngoja nifike sehemu hii hapa niweze kusherehekea Idi bila shida yoyote. So unaweza ukabaki nami mpaka mwisho ili niweze kukuonesha ni maeneo gani haya. Maeneo niliyopo ni ya Victoria, ni ya Victoria kama unavyoweza kuona. Yep, ni ya Victoria. So naelekea huko kwenye chimbo letu sisi mabachela kwa hiyo, yeah. So, baki nami mpaka mwisho uweze kuona mabachela tunasherehekea vipi hiki, yeah. Kituo ni cha Vodacom hapa kama unavyoweza kuona aha. Vodacom. Yeah. Idimubaraka. Narudia tena Idi Mubaraka kwa Waislamu wote duniani popote pale mlipo, lakini vile vile tusisahau katika dua zetu kuombea watu wa Gaza kwa yale ambayo wanayapitia na watu wote ambao wako katika wakati mgumu sasa hivi, ya kama tunavyojua kwamba amani ndio msingi wa kila kitu. Eh, hauwezi kusherehekea idi kama hauna amani. Sisi hapa Tanzania leo tuko tunatamba tunasherehekea idi vizuri kwa sababu tuna tuna amani lakini kwa watu wa Gaza na watu wa Kongo na watu wa Sudan na watu wa maeneo mengi ya Ukraini eh, hawana amani kwa sababu eh, ya vita, so hawasherehekei Idi kwa raha, so tuwaombee dua sana. Mwenyezi Mungu awafanya tahafifu waweze kurudi katika amani yeah. Kwa hiyo usiondoke hapo, baki ni kuoneshe ni namna gani sisi ambao tuko single tunasherehekea Idi yetu hapa ni KFC kama unavyoweza kuona Victoria KFC Victoria hapa. Kwa wale wenzangu wa junk food eh, drive through unaweza kupita hapo kachukua eh, eh vitu vyako, ma KFC nini ma junk food ukaenda kujisosomola -so. Lakini mimi sitaingia hapa, kuna sehemu official kwa ajili yetu sisi ambao tuko single hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo usiondoke ili uweze kuona. So, usondoke ili uweze kuona tunasherehekeaje. KFC nao wana huduma za delivery, unaweza ukaona pikipiki hizo hapo hizo. Kwa hiyo katika misimu hii ya sikukuu unaweza ukaja ukaagiza ya ukapata vitu vyako ukaseka hapa. Pia walikuwa wanauza iftari kipindi cha Ramadhani. So ni sehemu fulani unyama sana, kwa hiyo baki nami hapo mpaka mwisho. Uweze, uweze kuona namna gani sisi watu ambao tuko single tunasherehekea Idi yetu pasi na yeah, ye na kumbugudhi yeyote yule yeah, pasi na kumbugudhi yeyote yule. Ah, bado naitafuta eneo letu hilo na hapa nilipo ni Victoria House ni maeneo ya Victoria ya, katika hii barabara ya Bagamoyo New Bagamoyo Road. Kwa hiyo ungana nami mpaka mwisho uweze kuona kivipi ya, nilisherehekea nimesherehekea Eid hii ya baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tunavigeta Chinduli kama kawaida lakini pia niandikie hapo chini, wewe umesherehekea vipi sikukuu hii ya Eid El Fitr baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Niandikie hapo chini, nahitaji comment, kama uliungana na familia au kama na wewe ulienda wapi, basi niandikie hapo chini na mimi nitasoma comment yako bila kuchoka yeah. kama unavyoweza kuona ujenzi wa barabara za mwendokasi bado unaendelea katika jiji la Dar es Salaam so That is why unaweza ukaona na hii new Bagamoyo Road nayo ipo katika construction ya yeah. Ya, hili ndio vibe la Eid ndani ya Dar es Salaam yeah. Yeah, ya bado sijafika hapo sehemu ambayo tunasherehekea leo sisi ambao tuko single, lakini soon tutafika. Kwa hivyo baki nami mpaka mwisho uweze kuona, yani hii sio ya kukosa kabisa, na hili ndio vibe la Eid katika maeneo haya ya Dar es Salaam ya, yeah, leo ni Eid kama unavyoweza kuona yeah. Yeah, Dar es Salaam, Eid Mubarak to you all Muslim. Yeah, naona mna nadhani mnajionea wenyewe vibe ulipoje maeneo haya ya Victoria. Yeah, ikiwa leo ni siku ya Eid. Idi yeah, cha msingi na kusihi tu usiondoke. Yeah, yani leo ni bonge moja la vibe. Eh, yeah, hapa nilipo niko Victoria Place kama unavyoweza kuona na ni Dar es Salaam hapa. Yeah, nimeshi, nasherehekea Eid yangu hapa Dar es Salaam. Yeah. So baki nami mpaka mwisho uone ni namna gani ninakwenda kusherehekea as a single boy here in Dar es Salaam. Yeah. Still tunakaribia maeneo yetu ya kujidai sisi ambao tuko single, so endelea kubaki nami mpaka mwisho. Hii ni Dar es Salaam, na hii leo ikiwa ni sikukuu ya Eid yeah. Naelekea kiwanja kimoja hivi kwenda kupata vibe la Eid chimbo letu sisi ambao tuko single ndio hapa. Sasa nimekaribia na, na leo nitakuonesha ni namna gani ambavyo ambavyo watu tuko single tunasherehekea Idi yetu yeah. ni maeneo haya haya ya Kijitonyama Makumbusho, hapa sehemu moja kuna mgawao maarufu hapa unaitwa Vira ya Vira Restaurant, so ungana nami hapa mpaka mwisho uweze kuona nini wanatuofa sisi tuliokuwa single yeah. hapa Vira Restaurant ya yeah. ni maeneo haya ya makumbusho Kijitonyama nyama yeah. leo nitakuwa hapa, so ungana nami ni kuoneshe kwanza, utaweza kuspend bei gani ukija hapa, alafu na nini wanakuofa wao ya yeah. na kama unavyoweza kuona wanauza iftari hapa, ni halal food yeah. kind halal food hapa hakuna pigi wala pork hapa yeah. ni halal food, so ungana nami weze kuona tumespendi how much na chakula chao kikoje, y yeah. so hapa ndio halal food kama unaweza kuona yeah. Wali belia wali nini, pilau hamna, ni pleni bila mboga. Na mboga ni ngapi? Kwa mfano na nyama kumi na tatu Food, halal food. Yeah. So, ungana nami mpaka mwisho uweze kuona nimeagiza nini na imekosti bei gani. Hapa ni halal food restaurant, yeah. Hapa kila kitu ni halal, kama unaweza kuona pale pameandikwa halal food, yeah. Nitavia restaurant ipo Kijitonyama, yeah. Restaurant hii ambayo inatuofa sisi watu ambao tuko single, wana huduma ya lipa. So kama umekuja labda, hauna cash, unahitaji kulipa kwa simu, wanayo lipa hapa yeah. So kama unaweza kuona, msisi wetu ndio ushafika. Eid Mubarak, karibuni sana nyote yeah. Hivi ndivyo ambavyo single boys tunajitoa out moja, ehe, uh -huh. katika Eid Mubarak kama hii, so ni kwa hapa Vira restaurant halali food Yeah, uh, yote hii imekosti imekosti elfu kumi na nne na mia tano ya kibongo yeah, elfu kumi na nne na mia tano ya kibongo kama vile dola yeah, uh, yeah, tatu F15 na senti hamsini dola nne imekosti kama dola nne imekosti dola nne four dollars elfu kumi na nne na mia tano yeah. Hapa vila food, so siku moja moja sio mbaya, unaweza ukajitoa. Au tena kama nilivyokuambia, leo ni, ni Idi, so unahitaji kuja kuspendi walau a little bit. Na kama ujapata tta fursa ya kuungana na family, basi unaweza ukajitoa mwenyewe siku moja hii ya Idi ya. Unaweza kuona hawa ni kuku, ni kuku Alafu hii ni pilau, huku makanga, haya ni maji, mimi natumia maji ehe. ya kwa hiyo imekula elfu kumi na nne na mia tano so hiyo ndio idi mubaraka ya tunavyoweza kuspendi sisi watu ambao tuko single. So unaweza kaniambia wewe umespendi wapi idi yako? Umespendi wapi ID yako? Uh, mimi niko da, niko hapa Vira restaurant kijito nyama. Niko Vira restaurant kijito nyama, uh, makumbusho hapa. Aha, uh, na nimespendi hiyo elfu kumi na nne. Ya elfu kumi na nne na mia tano let. Niko chakula hiki cha Eid leo as a single boy. So niambie wewe uko wapi, ni komenti hapo chini na niambie je ni affordable, na je ni, ni ni, ni sahihi au ni vipi? Niandikie hapo kwenye comment, nitapita na name ntapitana, so, tunzetu tule pamoja, karibuni sana, yeah. ya chakula kitamu na tumespendi aboti elfu kumi na nne ya mia tano ya nilizo na price kao. Unaeza ukafika hapa Vira restaurant na wewe ukaenda kuspendi kidogo, sio siku nyingi, sio kwanasa, ni siku moja moja kama hivi idi, na ukaspendi hata elfu ishirini sio mbali. Ndipo ambapo single boy tumekuja kusherehekea Eid yetu leo ya yeah. so niandikie kwenye komenti Eid yako umesherehekea wapi na imekosti bei gani mi imenikosti chini ya elfu ishirini chini ya dola dola ngapi chini ya dola kumi imenikosti ime chini ya dola kumi ya yeah, na niko kwa vira Hotel chakula kitamu yeah. hadi wakati mwingine naitwa Navigator Chinduli naza ukaona hapo nyama za kushanta kumi na nne tu na mia tano ya. Idi Mubaraka kwa wote.